Polisi wanaendelea kuwasaka majambazi waliomuua kwa kumpiga risasi mkurugenzi wa kampuni ya Rasasi Investment mapema Jumatatu katika mtaa wa Tiende eneo la Lang'ata hapa jijini Nairobi. Mfanyabiashara huyo aliyetambulika kama Moses Mushangi anadaiwa kupigwa risasi na majambazi hao ndani ya gari lake lililokuwa limeegeshwa nje ya kituo hiki cha kibiashara anakomiliki duka moja kabla ya kutoroka. Polisi wanasema kuwa hakuna kilichoibwa kutoka kwa marehemu ikizingatiwa kuwa shilingi milioni mbili alizokuwa nazo pamoja na vitu vingine havikuibwa na majambazi hao. Maafisa wa ujasusi wakiongozwa na afisa mkuu wa ujasusi Nicholas Kamwende walifika katika eneo la tukio na wanaendelea na uchunguzi. Hayo ya kijiri, wakazi wa eneo la Chesamis katika kaunti ya Bungoma waliandamana kulalamikia mauaji ya mfanyabiashara kwa jina Amos Juma Usiku wa kuamkia Jumatatu. Marehemu Juma Juma ambaye amekuwa mfanyabiashara katika soko la Chesamis anadaiwa kupigwa risasi na watu watatu wanaoshukiwa kuwa majambazi. Usalama kweli hapa Chesamis hakuna, tumejaribu kupikia maaskari simu, hawaamuki na hapa ni karibu sisi, hapa hatuna security, tuko na maofisasi lakini hatuna wanapatikana wapi? Ukiwapikia simu hawapatikani. Kisa hiki kinajiri siku tatu baada ya watu watano wa familia moja kuuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana katika kijiji cha Kapsika, eneo bunge jirani la Mount Elgon. Chris Oyer, QTV.